Na mtazamaji, mvulana mmoja mwenye umri wa miaka 15 anauguza majeraha mabaya katika hospitali moja mjini Busia baada ya kupigwa na nguvu za umeme alipokuwa akienda mtoni. Mvulana huyo ambaye pia ni mtahiniwa wa gredi ya tisa alikumbana na masaibu hayo baada ya nguzo ya umeme kuanguka barabarani katika kijiji cha Edeha, eneo bunge la Funyula, kaunti ya Busia. Familia hiyo inalaumu kampuni ya KPLC kwa kukosa kuchukua hatua za haraka baada ya nyaya hizo kuanguka licha ya wanakijiji kupiga ripoti wameitaka kampuni hiyo kugharamia matibabu na fidia ya mwana wao. Iliyo changu ni kwa watu wa Kenya Power ilie kati wajue jinsi mtoto huyu anavyotibiwa na uh, waweze kujua kwamba huyu mtoto sasa atakaa namna gani, sababu sasa hivi ako malazi, ako kwa kitanda hospitalini, amelazwa. Wenzake wa shuleni wanasoma. Wakati mtoto wangu Gift alikuwa anaenda mtoni alipokumbana na waza stima zilikuwa barabarani, so alikuwa alikuwa napita venye wengine walikuwa napita, lakini akiwa katikati umeme ulirudi, ndipo ukamchapa akaanguka. Saizi bado angali na maumivu, amekatwa vidole na bado wanataka wa, wa, waende watengeneze kichwa, anataka narudi arudi theater.